Ah, basi natosha kivumbi leo. <laughs> kivumbi ni kivumbi. Aliyekuwa nyumbani anasema the enemy enemy of my enemy is my friend, ndio hii hapa, adui wa adui yako ni rafiki yako, ndio iliotokea hivi sasa. Mambo ni mengi sana, muda mm -hmm. ni mchache, lakini wanagossip, tuko hapa kuletea taarifa ambazo zinaendelea mm -hmm. kubengi huko za ndani kabisa, tunakupatia hapa kusema a masuala mazima ya udaku mbea gossiping everything, sitakuletea mezani una gossip table. Mimi na dabu 13 it's a girl. Sami babe sorry, niko poa gudi, nimezingatia kora kabisa, ndio haya ah, tuko na taarifa gani Sami ambayo tumaletea na gossip <laughs> siku ya leo bwana <laughs> eh mm. Taarifa inamuhusu nani? Sawa, taarifa inamuhusu Ibra mm -hmm. lakini pia na Diamond Platinum, sijui kuna kitu gani hapo. Mi mpaka sasa hivi naunganisha doti sielewi, eh. Mm -hmm. Bwana Ibra kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti picha ya Diamond Platinum na kuandika kapshen uh, ya maneno sante na kuweka imoji za kushukuru mm -hmm. lakini sasa kaka na yeye asionekane kwamba mdogo wangu sikaonekana, mimi sina adabu ama, yeah. ama sina shukurani pia, mm. aka comment na kusema Kadabra Zlatani. Uh, yani hiyo ni nickname fulani, yes, ya mchezaji fulani, unamjua eh? Ibra kadabra eh, Zlatan, Ibra Ibra Ibrahimovic, Ibra Ibrahimovic eh. Ah, kampa title Ibrahimovic. Eh, Kadabra Zlatan, afakaika emoji za moto na crown, crown ya king. Imagine, yani ile taji la mfalme mm, kaika kwenye zile emoji afu moto hapo mm. kuna kitu gani sasa, mbona wanatuchanganya mm, mbona wanatuchanganya kwa sababu ku, ku, ku, kumwekea mtu crown manake mm, yani kwanza umempa heshima. Heshima. Yeah, of course hapo naona kuna emoji ya moto alafu crown, yani wewe ni fire alafu nakupa heshima yako mfalme mm. Sisi tunajua mwenye crown ni mmoja sasa hivi, Mario. Nani? Mario. <laughs> Mario ndo mwenye crown. Sasa sa, a, si au unazungumzia crown gari? Crown ni ile taji. Na mfalme. Kavishwa na nani? Wazee wa jadi. Ah, basi huenda ni kwa sababu ya heshima yani na adabu. Yaani Mario ana taji kavishwa na ka, ka, ka wazee ah, ya yani wa jadi kwa sababu ya heshima na adabu au? Ndo anastahili kuwa mfalme pengine wa bongo fleva, pengine heshima na adabu, pengine ni uandishi wake mzuri na uimbaji wake mm, pengine kwenye mahusiano amelia sana. Kwani lazima umpost diamond wa kuongele? Lazima umposti Diamond ndio watu wa kuongelee au? Lazima ukimposti Diamond na kukomenti ndio upate eh, mandate ya watu kukusikiliza kile ambacho wee umekiimba au ukimposti Diamond kwenye peji yako ya Instagram ndio utazua taharuki. Diamond mtu mkubwa bwana, yani wewe huwezi kwenda mwenyewe mpaka uposti mtu ambaye anaongelewa sana lakini <laughs> adebu, wakati napitia na, na komenti hapa eh, kuna komenti moja nilikutana nayo uh, tukiachilia mbali ya Juma Lokole kucheka na kusema pokea simu kikao kinaendelea eh, kuna komenti ya jamaa ameandika hapa, uenda labda wewe unaweza kuchanganua pia. Mimi nimeangalia mm, nikashindwa kuelewa. Una amesema Ibraah TZ aliwahi kusema kumwambia Rayvanny kwenye moja kati ya mashairi ya wimbo wa Hayakuhusu, alisema unaweza Wasafi ukatimuliwa na Konde Gang ukaja kusainiwa kwa bwana mkubwa Jesh Harmonize TV. Sasa Ibra kwa sasa yuko chini ya Simba Diamond Platnumz, tuishi kwa kutambua kuna kesho. Ah, kuna bwana anapinga. <laughs> napinga, napinga. Yaani Ibra Ibra yuko chini ya Diamond kivipi? Yuko WCB? Ni kwamba anaweza kaja, anaweza inawezekana ane ni msanii mwingine. Ah, hapana, hakuna hakuna chochote sasa kwani, kwa nini? Kwani unakataa? Hakuna kwani, Ibra hana hizo sifa za kwenda kuwa yani, yani, yani msanii ambaye ya anaenda kusainiwa WCB. Kwanza hutakiwi kupost chochote kinachohusiana na WCB. Trust me. Sasa huyo hajapost WCB, amempost Diamond ambaye ni bosi wa nini hajaandika kwamba bosi wa WCB asante ka post tu picha yani, Diamond yani, kama bro yani, ni nikuambia kitu sami no. Hawana hakuna hakuna lebo Tanzania mm -hmm. Sio lebo tuseme taasisi au kampuni mm -hmm. ambayo inaheshimu uzinduzi wa chochote kama mm -hmm. WCB. Kumbuka Zuchu kabla aja, aja, aja, aja tambulishwa kuna msanii atambulisha WCB mm -hmm. Zuchu si kwamba atambulishwa na ndo mziki wake wimbo wa kwanza unatoka sio? naelewa. Kwa hiyo Ibra kwa ukubwa wake huu, kwanza, ukimya haupo, anatoa wimbo day and night mm. sikatoa ngoma mbili sijui hapo yeah. Eh, tayari kashatoa ngoma and then unakuja ku, ku, kuandika eti asante bro tena, unamposti una, una na diamond mwenyewe. Wao wanathamini sana uzinduzi wa kitu, sababu wanaamini kwenye uzinduzi no kuna biashara mm. Wanapomzindua mtu kama unavyoona usajili wa wa wachezaji sometimes, unaona rumors huyu kasajiliwa huyu nani, lakini mshasiku unaona mchezaji kaposti na jezi mm. Na ndio unakuta followers wanaongezeka, likes zinakuwa ni nyingi, comments ni nyingi, engagement ya kwenye page zako zinakuwa nyingi, yes. YouTube wapi. Kwa hiyo wale wanalenga zaidi kwenye upande msimu wa kibiashara. Sasa mm -hmm. Kwa hicho tukifanya Ibra full, mtu asema Ibra anakuja kusainiwa na WCB. It's not Okay, wala it's not right. Hakuna kweli. Sasa unafikiri sasa hivi kuna ukaribu gani kati ya Ibra Diamond kiasi kwamba Ibra ampost Diamond? Na kama ingekuwa ni hivyo basi Diamond asinge comment chochote. Kwa hiyo it means kwamba watu ambao wanasocialize wanasocialize, yes. Ni kweli na inaonekana Ibra pengine kuna kitu alikifanya au kuna sehemu Diamond alimsaidia pengine kimawazo. Ama kasaidiwa pesa. Pesa pia inawezekana. Labda alikwama. Ama wimbo ambao ameuposti hapa uwimbo wa unga mwana. Mm. Au wimbo alio uposti Ibra hapa. Si ame, ame, ame so mm. na, na na wimbo, mm. wimbo wake anaitwa Ungamwana walioweka mbao kdibidamunajua unasikika kwenye mm. yes. so, kum... industry moja ya muziki pengine Diamond labda alisikia labda demo. Bwana, hapana hapo. Sikiliza mdogo wangu hapo kwenye hiyo nini nitoa weka hiki kwa sababu sija, mimi sijaiona Diamond akifanya challenge ya ngoma yote ya Ibra mm. kuna i, kitu kipo kimeah ile kuipeleka mjini ama kuna kitu kinakuja e. sisi hii yote pia kuna inaweza ina, katupa sintofahamu huenda pia kuna lakini, kitu kimefanyika ama kuna kitu kinakuja. Naamu yani Diamond afanye collaboration na Ibra, does it make sense? Yani kwani Ibra ni nani? mm -hmm. si ni msanii sawa Angalia angalia Diamond anavyoweka unadra wa collaboration na wasanii ambao wapo kwenye lebo yake, mfano kama Devoice anaweka ule unadra, atuseme kama afanye collaboration unadra, yani sio mara kwa mara tukumbuke. Nyuma wakati hapo, wanas watu wanamwangalia kama msanii mkubwa ametoa, alikuwa ametoka kutoa wimbo wake wa nasty nice ni best cup, wakati anatoa anatoa wimbo best cup Within the week yani, within hiyo one week ambayo yeye ametoa best cup, baada ya siku kadhaa, anakuja kutoa wimbo wa singeli na Meja Kunta. Mm. Unajua watu wakaa <laughs> vipi sasa, inakuaje? Yani kibiashara hii ipoje? Mbona kama vitu havieleweki hapa? Yani wewe juzi umetoka kutoa wimbo wako tena mzuri, umefanya promo mixa, kajala kwenye cover na nini, kajala mpaka kaume, umemcollaborate ume, ume, ume naye amekubali, ame, ame collaboration yako, and then unakuja kufanya collaboration na Meja Kunta. Yenu ndio sambona kama unapiga step moja mbele alafu unapiga una, una saba nyuma, nyuma. Sio, umeelewa? Yes. Kwa sababu msanii unapokuwa international na ni msanii mkubwa ambaye unasikiliza paka Western Africa, ambapo sisi tunaamini ndio kuna muziki ambao unapenya duniani, hakikisha ufanye collaboration za kawaida kawaida. Yaani unapofanya collaboration, hakisha ni kubwa. Mm. Yaani collab, lakini ni kubwa. Ndo maana wakati Diamond hapa East Africa anasemekana kwamba hakuna msanii ambaye Diamond anaweza kufanya naye collaboration kwa sababu wasanii wengi ni wako chini yake, sawa sawa, lakini alipiga simu kwa Ben, kwa sababu anaamini Ben ndio msanii ambaye ana kitu. Yani mwenyewe aliona kabisa huyu ana kitu, kwa sababu Ben anakubalika nchi nchi hadi ya mipaka Africa, of course eh, mi nikifanya naye, na kweli imeondoka kmimeondokakoo ndo hivyo bwana, eh, eh, ah. <laughs> Bwana, issue nzima ya kusema kwamba kuna collab sio, kuna wasanii unamjua mpaka leo namsikia. Lakini bonge moja la promising talent, msanii ambaye anaimba mziki international, kuna watu mpaka anafika mbali, wakwambia hii ni Saudi ya Grammy, ile ngoma yake ile ya kicha cha naye, anaikubali ndio alifanya, nikaumia sasa. Sasa yule, kuna nini za ndani, ndio anachia ngoma na simba mwenyewe ndio maana umeone akitoa. Kwa namba ya tulia kwanza. Eh, hey, ndio maana umeone akitoa ngoma. Hayo bwana. Huo ndio hivyo bwana. Sasa so, una nafasi ya kuandika maoni yako bwana kuhusiana na sakata zima la Ibra kumposti Diamond. Je, yeah. Ni nini hiki? Nini kinaendelea baina ya Diamond Platnumz na msanii Ibra ambaye aliwahi ku E, eh, kutoka kwenye lebo ya Konde Music na sasa anajitegemea mwenyewe mm. So tuandikia kwenye maoni yako hapo na zaidi subscribe na kubonyeza alama kengele like Share, umetisha. mm -hmm. Zaidi Sami yuko hapa, yes. Tunaambiaje leo, lakini pia usisahau kutufuata kule Instagram ni yes. 69 Media TV. Ukifika mm -hmm. huko basi, una follow na una view kila post ambayo unaiona, lakini pia kikubwa zaidi, TikTok tunapatikana kama 69 Media TV. it's yeah. a girl Sami baby in the house, alongside my dear brother Adam 13, we are sign out man